Mmaja maafisa wa shirika la wanyama pori na polisi katika kaunti ya Samburu wamenasa pembe za ndovu zenye uzani wa kilo 47 baada ya jaribio la kuwanasa majangili kutibuka na mwashikio hao waliotoweka na kuacha pembe hizo pamoja na pikipiki waliokuwa wakitumia. Boniface Baraza barasa na taarifa zaidi kutoka eneo la Samburu. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Samburu Dickens Njogu, maafisa wa polisi na KWS walipata taarifa kutoka kwa wananchi kuhusu njama hiyo ya biashara haramu ya pembe za ndovu kabla ya kuwekea mtego kuwanasa washukiwa, mtego ambao ulipelekea makabiliano makali ya risasi baina ya polisi na washukiwa hao. Yesterday, officers from KWS...

Makabiliano hayo makali ya risasi yaliwashinikiza washukiwa kutoweka na kuacha pembe za ndovu zenye uzani wa kilo 47 na pikipiki waliokuwa wakitumia kwa usafiri. The dealers managed to escape, leaving behind Weighing approximately uh, 47 kilograms and a motorcycle red in a motorcycle red in color uh, star in make registration number KMFR 183H. Which were taken by officers as exhibits. Njogu ameonya wale wote wanaojihusisha na biashara hii haramu na kusema kuwa chuma chao kimotoni. I can tell the The tayari maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi wa kuwa naso washukiwa shukiwa hao na wale wote wanaoendeleza biashara hiyo haramu ya pembe za ndovu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, kituo cha polisi cha Maral, gatuzi la Samburu.